zinasema kwamba inabidi mtu anayetaka kutoa ushahidi kwa kificho hicho, kizimba chake maalum lazima kiwe sawa, kinamonye kama asionekane kwa upande wa, wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiliza kesi. Sasa kizimba ambacho kilikuwa kimejengwa hapo mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. Kwa hiyo ni kwamba inakuwa ni mtu unaohakika nini kinaendelea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 na hakuna kumbumbu ya gazeti la kuchapishwa au siku nini kwamba hiyo sheria inaanza kufanya kazi, imeshawekwa wazi katika hizo taasisi. Ukienda uh, kule mahakama maktaba kuu utapata. Ukienda katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hautapata. Ukija hapa mahakamani ya Tanzania hapa uh, Dar es Salaam hapa hautaipata hiyo sheria hiyo gazeti. Mwisho siku ni kwamba hii sheria ambayo imekuwa inatumika nyume ya sheria inaoagiza kwamba lazima sheria yenyewe itangaze lini itaanza kufanya kazi au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 lakini kikao hiki cha kesi hii leo ndio kwa ndio siku yake ya mwisho. Kwa hiyo sasa inabidi tena ipangwe kikao kingine cha kuweza kusikia kesi hii ambacho ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni rai ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba isiyo sio isi, muda mrefu sana, kwa sababu mpaka leo ni ya siku yake 223 akiwa kule gerezani ye, ye, na, na kama anavyosema yuko katika sehemu zile ambazo watu wanafanya nini kwamba hukumiwa hukumu za za, za, za, za kifo kunyongwa. Kwa hiyo sasa e, ni, ni, hali hiyo ambayo imejitokeza. Kwa hiyo kesi hii imeahirishwa kwa muda kwa kwanza